Hizi, hizi kelele ambazo, ambazo zinaendelea kwamba mm, kwa nini kwa nini kwa nini tutumia busara wakati kanuni wakati kanuni tunazo mm, na viongozi ambao wanaonekana wanatumia busara kuliko ni kanuni wanaonekana kama ni viongozi ambao hawatoshi, wanapaswa kujiuzuru, wanapaswa kuachia nafasi zao. Maana nikasema ziko nyakati ambazo kwanza, busara sio kitu kibaya, kwa sababu busara ipo kwenye miongozo, kwenye kanuni, kanuni na taratibu za TFF, kuna sehemu ya busara kama mwongozo, ikiwa kanuni ambazo tumejitungia sisi wenyewe haziwezi kutupa majibu ya maswali magumu ambayo, ambayo tuko nayo, so sometimes busara inatumika kwa sababu ya kuokoa mpira, kwa sababu za kimpira wa miguu, kwa mfano ile, ile elfu mbili na ishirini na moja. wakati wakati Yanga alipaswa kushushwa daraja kwa kile ambacho kimetokea unajua ile ndo wakati ambao kwenye, kwenye remedy au kwenye marekebisho ya kanuni mm. ndo maana msimu huu unaweza ukakuta likafanyika kosa kama lile elfu mbili na ishirini na moja lakini kanuni ya kwamba timu ishushwa daraja inaondolewa kwa sababu sasa mnafikiria ndio yani, faida, faida ya kushusha timu daraja ni ipi? Yani unaishusha una Yanga daraja unaishusha Simba daraja kwenye kwa mpira, faida ya hayo maamuzi ni, ni nini? Yani ni kitu gani? is it mm, ni kanuni ambayo mmekaa ndani mmejitungia nyewe, wenyewe, kwa bana, ikitokea hiki na hiki na hiki akijakaa sawa hujafika, hujafika kiwanjani, unashushwa daraja si ndio? Lakisha mnakaa mna, mnafikiria kwamba consequences ya hii ka, ya hii kanuni mnaona, ah, bana usara utumie busara busara itumike hmm. kwa kwa maslahi mapana ya mpira. Sasa hiyo busara wakati mwingine inatumika na ndio hii inaendelea kuwapa kiburi Wilson yaani yeah. Wanaitumia vibaya hiyo busara hiyo ambayo tunaizungumza, sasa huo huo huo ndo huo ndo sasa, na upande mwingine si ndio, kwa sababu hawa viongozi nao ni, ni, ni binadamu ni watu <laughs> sumemlewa busara inatumika kwa sababu ya kuwasaidia, busara inatumika kwa sababu ya, ya maslahi mapana ya mchezo wenyewe, si ndio? Lakini watu wanaitumia hiyo wanaitumia hiyo vibaya, yeah. na ndio maana kama ulimsikia mwenyekiti Mguto akasema mtoto mleavyo ndivyo